kwa sasa anaiwaza harusi usiku na mchana. Hii ni kufuatia baby daddy wake Asap Rocky kuondolewa mashtaka ya shambulio. Hii ni kwa mujibu wa chanzo kilichozungumza na okay, mara baada tu ya kisio kufungwa mwezi Februari. Kwa sasa wana mpango wa kufanya harusi huko Barbados, chanzo hicho kilieleza. Wamezungumzia kufanyika wamezungumzia maybe inaweza kufanyika mwezi August, lakini kwa muda huo ni mfupi sana, so maandalizi yatahitajika kufanyika kwa haraka sana, hivyo kuna uwezekano mkubwa harusi hiyo ikafanyika mwishoni mwa mwaka huu, kilisema chanzo hicho. Rihanna, mwenye umri wa miaka 37, na mama wa watoto wawili, anaripotiwa kutaka sherehe ya siku tatu au zaidi katika harusi hiyo, ili tu kutoa nafasi ya kusherehekea kwa kina na kuwafanya wageni wanaosafiri kutoka maeneo mbalimbali kuenjoy na kuhisi umuhimu wa tukio husika. Wana marafiki wengi sana maarufu, hivyo kutokuwa na wageni wa hadhi ya juu yaani A-list, lakini haitakuwa sherehe kubwa ya anasa sana Chanzo hicho kimeongeza, wageni wengi watakuwa ni familia zao na marafiki wa karibu wa muda mrefu. Aidha, watoto wawili Riot mwenye umri wa miaka mmoja kwa sasa na RZA mwenye umri wa miaka miwili wanatarajiwa kushiriki katika sherehe hiyo kwa nafasi maalum. Inafahamika toka mwanzo ya kuwa Rihanna na Asap Rocky walikutana kwa mara ya kwanza kwenye tuzo za MTV VMAs mnamo mwaka 2013. Baadaye Rihanna alionekana kwenye video ya wimbo wa Asap Rocky uto Fashion Killer ngawa, wakati walikuwa walikuwa ni marafiki tu. Rihanna aliwahi kufunguka kuwa alimwomba ashiriki kwenye video yake, akimaanisha Asap Rocky kwenye Fashion Killer, na kuwa Mariam Verge Ebro ndiye alimpiga picha Tulikuwa tuna mtazamo sawa kuhusu mitindo na ubunifu, tulijikuta kwenye mitazamo sawa mara nyingi, Rihanna alisimulia. Tulipokuwa watu wazima, tuliendelea kusaidiana, mimi nilivalia mavazi yake aliyoyabuni na yeye alikuwa akihudhuria kwenye uzinduzi wa bidhaa zangu. Hapo uhusiano wao wa kirafiki ukageuka kuwa penzi hadi mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Tumefahamiana kwa muda mrefu sana, nimemwona akiwa kwenye mahusiano na ameniona nikiwa kwenye mahusiano, tumeshuhudiana nje na ndani ya mahusiano, alisema Rihanna, mwanzilishi wa Fenty Beauty tulijua na jinsi tunavyoweza kuathiriana, aidha kwa kujenga au kuvunjiana moyo. Hivyo tulianza mahusiano yetu kwa tahadhari kubwa. Nilijiachia kwa kila kilichotakiwa kutokea. Nilijiambia hili ni ua litakufa au litachanua, alieleza. COVID iliharakisha uhusiano wetu na naamini Mungu alijua hilo, kwa sababu tulikuwa karibu kuanzisha familia. Kama si janga la COVID tungechukua muda mrefu zaidi kuzoeana hadi kufikia hatua ya kujua kuwa tuko tayari. Hata tukuweza kulizungumzia kwa kina, kulikuwa hakuna namna kuliepuka. Ilikuwa baraka kubwa kwetu, ilitokea tu kwa namna ya kipekee,